Unatazama Furaha FM Media. Mungu atubariki sana sisi sote kwa ushirikiano huo. Wapendwa wanadayosisi mlioko hapa, wakati tunazindua chombo hiki, naomba haya mahusiano tuliyonayo kati ya Dayosisi ya Iringa ya Kanisa la Kinjili la Kilutheri Tanzania na Saint Paul area Sinodi, hebu naomba tuendelee kuyapokea kama zawadi kutoka kwa Mungu na tuyatunze kwa uaminifu wote. Hebu naombeni sana sana tuwe waaminifu kwa uh, kutunza mapatano yetu kama memorandum of understanding inavyoeleza. Tuwe waaminifu katika kuhakikisha kwamba tunatembea katika zile nguzo tatu vizuri. Basi na kwa namna hiyo tutaziona baraka za Mungu nyingi sana pendwa uaminifu katika utunzaji wa chombo hiki ni jambo la maana sana. Hebu chombo hiki tunzo kwa kufuata sera ya vyombo vya usafiri katika Dayosisi yetu ya Iringa, na si vinginevyo. Kamati maalum itakayosimamia chombo hiki ijipambanue vizuri katika utekelezaji wa wajibu wake, kuhakikisha kwamba tunatunza kama sera ya vyombo vya usafiri vya Dayosisi ya Iringa ya kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania inavyosema. Kipekee Baba Askofu, tushukuru sana ofisi ya katibu mkuu, lakini na ofisi ya mtunza hazina. Tulipokuwa na jambo hili, tulipoona kwamba kuna mwanya wa kupata baraka hizi, tulifikisha mara moja kwenye ofisi ya katibu mkuu na mtunza hazina, na wametuongoza vizuri. Tunamshukuru Mungu kwamba hadi hapa tunapofika ni maongozi yao na wametupitisha vizuri hadi tunafika hapa, tunaona kwamba tumefanikiwa vizuri sana. Kwa hiyo tunawashukuru sana katibu mkuu pamoja na mtunza hazina. Lakini tuwashukuru baba askofu sana wale wajumbe wa kikosi kazi maalum ambacho ulikiteua, wale ndio walikuja na hili wazo la kwamba ni muhimu na ni lazima tuwe na basi la shule. Kwa hiyo kwa njia ya wao walikuwa kichocheo cha kuhakikisha kwamba tunasukuma kwa pamoja kufikia hapa. Mradi wa uanzishwaji seminari ya Ihemi ni mojawapo ya miradi ya kimkakati katika Dayosisi ya Iringa ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Kwa sasa tupo kwenye hatua ya kuanzishwa kwa mojawapo wa taasisi katika seminari hii ambapo tunaandaa kuanza kwa shule ya chekechea awali na msingi ya mchepuo wa Kiingereza. Shule hii itakuwa ya kutwa na bweni ambapo hitaji la usafiri wa basi kwa ajili ya wanafunzi ni miongoni mwa mahitaji muhimu. Wazo hili lilianza kushirikishwa kwa wadau mbalimbali wa ndani na nje ya Dayosisi ya Iringa na nchi ya Tanzania mwanzoni mwa mwaka 2025 mdau na rafiki wa diocese ya Iringa, familia ya Bo na Jul Skillman walionyesha utayari wa kutoa fedha kwa ajili ya kununua basi la shule. Baadaye walitoa kiasi cha takriban milioni 90. Baada ya fedha kupatikana, management ya diocese ilianza iliagiza kamati ya manunuzi ya diocese kufanya mchakato wa ununuzi wa basi hili ambapo kwa njia ya kamati hii iliweka vigezo vya na sifa za basi linalohitajika kwa kuzingatia ubora wake. Tunawashukuru sana familia ya Bo na Julius Kilman wa huko Marekani ambao ya ya pega kwa njia ya mahusiano ya bega kwa bega wamekuwa baraka kubwa sana kwetu kama wanadayosisi ya Iringa.